Jambo na karibu. Dar es Salaam niko mitaani, nawauliza wananchi kama wanadhani upatikanaji wa intaneti ni haki ya msingi, lakini pia kama serikali zitazima intaneti, je, zinahitaji kuwajibishwa? Ndiyo, ni haki ya msingi kwa sababu internet hasa kwa dunia yetu hii ya sasa hivi, sekta nyingi sana zimejiwekeza katika internet, wafanya biashara kufanya miamala, lakini pia hasa hasa kabisa ni biashara. Serikali zikizima internet zinahitaji kuwajibishwa, kwa sababu unapowakosesha watu haki yao ya kupata taarifa ama kushindwa kufanya shughuli zao mbalimbali za kiuchumi, kama hivyo kufanya miamala ya, ya, ya, ya kibenki na mitandao ya simu inamaana wakifeli, inamaana wewe ndo unapaswa kuwajibika katika hiyo Upatikanaji wa intaneti ni haki ya msingi, kwa sababu unanisaidia mimi kuweza kupata kupata taarifa, na kupata taarifa pia ni haki. Kwa hiyo mimi kama mwanafunzi nahitaji intaneti kwa ajili ya masomo. Haya, hayo ndio walionayo wananchi, na sasa nazungumza na mtaalamu wa maswala ya haki za kidijitali Anwari Said, na kwanza nimeanza kumuuliza swali so, lile lile ililowauliza li, li wananchi, ikiwa upatikanaji wa internet ni haki ya msingi. Kwa dunia sasa hivi internet uh, inatakiwa au inapaswa kuonekana kama haki ya msingi uh, ya kila mtu, na hii ni kwa sababu uh, haki zile ambazo za msingi tayari zipo zinaendana moja kwa moja na, na, na, na, na matumizi ya intaneti katika dunia sasa hivi. Lakini juhudi zipi zinafanywa ama zinahitajika ili haki hiyo itimie, na kama bado haijatambuliwa, nini kifanyike ili haki hiyo itambulike? Juhudi ya kwanza nana serikali imejitahidi sana kwenye uh, kuhakikisha wananchi wote wanafikiwa uh, kupitia mpango wao wa, wa, wa, wa mkongo wa taifa. Uh, lakini nadhani juhudi nyingine ambayo uh, imetumika ni ile kuboresha minara ya mawasiliano. Ni juhudi ambayo ni kubwa sana kwenye kuhakikisha uh, hii haki uh, inafikiwa kwa kila mtu. Bila shaka tumeshuhudia uzimwaji wa internet na serikali za nchi mbalimbali. Swali muhimu ni je, serikali zinatakiwa kuwajibishwa pindi zinapoamua kuzima internet? Kama ndivyo, ni mahakama ipi? Na kama sivyo, je, kuna pengo la kisheria katika upatikanaji wa haki ya internet? Ndiyo, kwa sababu hizi internet shutdown au internet restrictions uh, zinaathiri mambo mengi, zinaathiri sekta nyingi na mambo ya kiuchumi naathiri uh, mambo ya kiusalama, inaathiri pia haki za kidemokrasia uh, kwa hiyo nadhani inatakiwa kuwajibishwa kwa namna ya kwamba uh, muda mwingine hata kama kuna sababu ya msingi, kama ni kiusalama au sababu yoyote ya msingi ambayo watakuja nayo kuhusiana na uh, kufanyika hizo shutdown au restriction, nadhani uh, wanawajibu wa kutuambia uh, athari imekuwaje. Kwa wale tuliopo mijini, suala la upatikanaji wa intaneti sio stori kubwa sana uswahilini, tunasema wala hata sio shida zetu, lakini huko vijijini wengine wanapanda mpaka juu ya miti. Sasa Anuari, na tamani kusikia kutoka kwako, ni vipi tunaondoa hili ombwe ama pengo la upatikanaji wa intaneti baina ya mijini na vijijini? uh, ndio Uh, lakini kwanza kabla kuangalia kwa namna gani tunaweza kupunguza ilipengo the gap, nadhani tuangalie sababu ya ili pengo. Sababu kuu kwanza ni gharama za infrastructure kama minara uh, huko vijijini kuna ile tunaita, uh, low return on investment. Pesa nyingi zitatumika kuinvest, lakini return ya ile investment itakuwa ndogo uh, compare na mjini. Lakini swala jingine pia, kuna uelewa mdogo Uh, wa ile elimu ya kidigitali digital literacy, kutoka vijijini kukompea na watu wa mijini. Lakini sababu nyingine ya tatu ambayo ina, inaleta pengo kubwa nadhani ni uh, upatikanaji wa vifaa kuwa ghali, au inawezekana isiwe ghali ikawa ni uh, price uh, labda ni sawa na mjini, lakini uh, watu wa vijijini wakashindwa kumudu ile bei uh, ya, ya vifaa hivi.